Karibu kwenye chaneli yako ya fursa na maarifa, mahali ambapo tunakuletea taarifa sahihi na ushauri bora ili ufanikiwe ndoto zako. Leo tutazungumzia tangazo jipya la ajira kutoka halmashauri ya wilaya Ikungi Singida, pamoja na mbinu za kuhakikisha unachaguliwa. Usikose hadi mwisho. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ikungi amepokea kibali cha ajira mpya kutoka ofisi ya Rais, Utumishi. <coughs> nafasi zilizotangazwa ni kwa Watanzania wote wenye sifa stahiki. Hii ni fursa adhimu hasa kwa vijana waliomaliza kidato cha nne au sita na wale waliopitia mafunzo maalum. Zifuatazo ni nafasi zilizotangazwa: Aa, msaidizi wa kumbukumbu -kumbu, daraja la pili, hapa kuna nafasi mbili. Dereva daraja la pili, hapa kuna nafasi nne na mhudumu wa jikoni hapa kuna nafasi mbili. Lakini pia msaidizi maendeleo ya jamii daraja la pili hapa kuna nafasi nne. <coughs> msaidizi wa kumbukumbu -kumbu, sifa unazotakiwa kuwa nazo: uwe amemaliza kidato cha nne au cha sita, lakini pia uwe na stashahada ya kumbukumbu -kumbu, NTA Level 6 lakini pia lazima ujue kutumia kompyuta. Majukumu ni kuorodhesha barua, kufuatilia majalada, kuhakikisha mtiririko sahihi wa nyaraka za ofisi. Uh, ushauri: ikiwa uko chuoni au tayari umemaliza, anza kufanya mazoezi ya record management system kama file cloud au hata Microsoft SharePoint. Dereva daraja la pili <coughs> elimu ni kidato cha nne na leseni ya daraja C au E. Sharti ni kwamba uwe umepitia mafunzo ya udereva kutoka VETA au chuo kinachotambuliwa na serikali. Majukumu ni usafirishaji, matengenezo madogo madogo ya gari, usafi pia wa gari. Ushauri, hakikisha una cheti cha basic driving course na jifunze basic za mechanics na safe driving kwa faida yako ya muda mrefu. Nafasi nyingine ya mhudumu wa jikoni, uwe na uzoefu wa miaka mitatu lakini pia uwe umemaliza kidato cha nne. Kazi ni kusafisha, kusaidia wapishi na kuandaa vifaa. Ushauri wangu, ikiwa una ndoto ya kuingia kwenye hospitality au uandazi, hii ni njia nzuri ya kuanza. Unaweza <coughs> baadaye kusoma kozi za nutrition au food production. Msaidizi wa maendeleo ya jamii, hapa uwe na cheti cha maendeleo ya jamii au sayansi ya jamii. Majukumu ni kusaidia miradi ya kijamii, kutoa elimu ya kujitegemea. Ushauri wangu ni kwamba kuwa na ujuzi wa data collection tools kama Kobo Toolbox au ODK kunakupa nafasi ya kipekee katika utekelezaji wa miradi. Kuna mambo muhimu ambayo waombaji wanatakiwa kuzingatia ili maombi yako yawe sahihi na yakubalike. Kwa hiyo zingatia haya <coughs> Umri wako uwe kuanzia miaka 18 hadi miaka 45, lakini pia weka vyeti vyako halali tu. Uwe na vyeti halali tu. Matokeo ya provisional result hayatakubalika. Pia uambatanishe CV yako, picha mbili za passport size, barua ya maombi iliyoandikwa kitaalamu. Lakini waliostaafu wa hawaruhusiwi isipokuwa kwa kibali maalum kutoka kwa Katibu Mkuu Kiongozi. Maombi yote yatumwe kupitia ajira poto ambao ni poto.ajira.go.tz. <coughs> Tips za mafanikio ambayo mimi naweza nikakusaidia wewe, uh, andika barua ya maombi inayovutia yenye lugha rasmi na ya heshima. Lakini CV iwe na keywords zinazolingana na kazi unayoomba. Tafuta rifarihi wawili wa, wa kuaminika au watatu walimu, waajiriwa wa zamani au viongozi wa jamii. Hakikisha una email ya kisasa na unapatikana pia kwa namba zako za simu. Fursa hazisubiri, zinaenda kwa yule aliye tayari. Tangazo hili linamalizika tarehe moja Julai 2023 2025, hivyo kama una sifa, anza maandalizi sasa. Kwa hiyo mwisho wa kutuma maombi ni tarehe moja Julai 2025. Like video hii kama umejifunza kitu, subscribe ili upate taarifa zaidi za ajira na mafanikio. Comment sehemu ya kazi uliyoiomba, tutakupa ushauri wa moja kwa moja. Ajira ni haki yako, maarifa ni silaha yako, usikate tamaa. FEABOY.